Ndugu yetu Edward Lowassa anasema utumishi wa umma umegeuzwa kuwa kaa la moto tunapowazuia safari za nje, kwa maana ya kupunguza safari zisizokuwa na tija ili kuzielekeza fedha hizo katika kutoa elimu ya sekondari na ya msingi bure. Mwenzetu Edward Lowassa anasema utumishi wa umma umegeuzwa kuwa kaa la moto tunapowachukulia wengine hatua za kuwapeleka mahakamani, kama ambavyo imeshuhudia wengine sasa wakijibu tuhuma zao mahakamani. Mwenzetu anasema utumishi wa umma umegeuzwa kuwa kaa la moto tunaposhughulika kuhakikisha kwamba tunarejesha nidhamu ya watumishi wa umma ambayo kwa kiasi fulani ilikuwa imetetereka. Mwenzetu anasema utumishi wa umma umekuwa kaa la moto sasa. Hatua za kupambana na rushwa, ni kweli ni mapambano. Tumeanzisha mahakama ya mafisadi, bila shaka hilo hawatasema ni kaa la moto Pengine siku za karibuni wataanza kuita ni jehanamu au moto wa, wa jehanamu. Lakini mapambano haya lazima yaendelee, na katika hili serikali yetu haiwezi kurudi nyuma. Mtasema utumishi wa umma ni kaa la moto, lakini nataka niwahakishieni, watu pekee ambao wataona utumishi wa umma katika awamu ya tano ni kaa la moto ni wale ambao hawataki kuzingatia misingi ya utumishi wa umma. Hivi karibuni tumeshuhudia ripoti ya mdhibiti na mkaguzi wa hesabu za serikali katika baadhi katika ukaguzi aliyofanya kwenye taasisi mbalimbali mbali za nchi yetu. Tumesikia juzi ekari moja iliyokuwa inauzwa shilingi milioni ishirini na tano ikiuzwa kwa milioni mia nane ikiuzwa kwa milioni mia nane na watu wakanunua ekari mia tatu kila hekari kwa milioni mia nane hapo Kigamboni, wakati wakijua kabisa thamani halisi ya hekari moja haizidi milioni 25. Safikiria hasara ambayo nchi inapata, na serikali inapochukua hatua ya kushughulika na watuhumiwa wa aina hiyo, kuwapeleka kwenye vyombo vya dola. Wenzetu wanasema utumishi wa umma umegeuka kala moto. Mimi ningependa kama wanadhani hata hilo nalo ni kala moto, ni vizuri waite ni moto wa jehanamu, lakini bado tutaendelea kusonga mbele hata kama wenzetu wataendelea kubeza na hata watakavyoandika katika magazeti yao ya ndani na watakavyopeleka katika baadhi ya magazeti ya mawakala wao huko nje, serikali ya Dr. John Pombe Magufuli itaendelea, imeanza bandarini, imekwenda kwenye mashirika kadhaa. Ripoti ya CAG, NSSF iko hadharani, bunge linaendelea kushughulikia na serikali inashughulikia. Tunaitaka serikali ya Dr. John Pombe Magufuli iendelee kukagua mashirika yote ya umma yote na wizara zote, ili wale wote ambao wametumia wametumia fedha kinyume cha utaratibu waende mahakamani na wawahishwe kwenye mahakama mpya ya mafisadi, ili haki iweze kutendeka.